Ofisi ya hapa kuongozwa na ACC chief pamoja na assistant chief, wote wanakuja pale kwa ground kuchukua pesa kwa watu. Hata ukibadilisha tu mabati kwa paa, unachukuliwa pesa ya kwamba shamba ni ya Kirima. Sisi tunajua ya kwamba rais amekuwa hapa mwezi wa tatu, na rais amekuwa hapa mwezi wa tatu na mwelekeo ambayo rais alipeana ni kwamba hii ush, ishu ya hii shamba itatatuliwa waithiki wei na tunajua vizuri sana ya kwamba pronounce, pronouncement ya rais ni sheria. Kwa hivyo kama DCC Rwai ama Kasarani ACC Njiru chief Njiru pamoja na assistant chief Njiru, kama wanakosa kutekeleza ile mamo ya rais, na hao wanafanya kazi chini ya ofisi ya rais, tunaulizwa sasa, katikati ya hao maofisa na rais, nani mkubwa? Ya pili, wanasema maneno ya rais inapuuzwa kwa sababu rais ni mwongo. Leo tuna, tungependa kujua kama rais akiongea maneno yake, afisa wake mwenye nafaa atekeleze anasema hiyo ujumbe ni uongo. Wamekuja wameshikana na Kenya Power pamoja na familia ya Kirima wanahangaisha watu ya kwamba tuwezi pata stima kwa sababu e, ya shamba si yetu, na pia hawawezi wakaheshimu waka kotoda hii kesi iko katika Court of Appeal na order ile imetuweka ile ya stay order na status quo maintain, ndio hii hawa watu bado wanazunguka kwa hii shamba na gari ile probox. Kuna gari probox ya white kwee Kei, ilo, ilo, ilo. <many Village> kuna kuna estranye... <many ec camouflage> kitu ya kwanza Kenya Power inatupeleka mali ambaye sisi hatujafikiria Kenya Power tukienda Ruai personally tunaambiwa lete agreement sales agreement sales agreement. Sasa ofisi ya, ya Kirima hapa kwa chief sasa ku, ku, ku, kuutisha sales agreement awezi kupatia kwa wakati, wanakuambia mulipe 1100 ndio sasa wewe uoredeshwe kwa ile njia inatakana. Sasa sisi tunauliza tunaoredeshwa kwa njia gani, na tuko na njia mwafaka ina gani? Kitu ya, ya, ya pili eh, tukienda kwa Ruai, tukiambiwa sasa sales agreement hatuna, tunaambiwa hiyo sitima kulipwa sasa, italipwa kwa sababu paka upate barua kutoka kwa Kirima. Na hapa sasa ndani ya Kirima sisi tuko na hapa kwa miskiti tuko na transformer, na hii transformer ile cost ambayo imetukost kama wakaji niko kwa pesa ambaye 720000 ndio tumeletewa iyo, e, ispo, e, transformer ya miskiti hiyo. Transformer ikiharibika kidogo, kwa sababu ile voltage imekuwa ni ndogo, watu ni wengi, ikiwa wanashia leo ndio wamelipuka, kulipuka sasa, kupiga simu e, watu ya Kenya Power hakuji, kwa sababu ya nini? Wanasema yinyi hawana haki kukaa kwa hii shamba. Ukitaka kama kwangu kuna kunanyesa mfue ikinyesa, tunaenda sehemu moja na watoto wesi ngoa, ile mabati inanyesa juu. Ukionekana tu ukigogagoga, uki wanakuja wanataka pesa, hata hawasemi mambo mingi. Kama utoi pesa wesi jega, wanasema hapa ni kwao. Mimi nigeomba president wetu Fili alikuja hapa jiro, tulifurahia sana na sana sana, wamama walifurahi sana na tukapata usigisi duhatu kwa tunarara sasa, tunamuomba Fide alikuja hapa akasema, tunamshukuru sana, alikuja akasema hii saba itaenda waitikiwe. Najua hata wakati wa waitikiwe wengine wetu tulikuwa tuna, tuli, tunafurahia sana Fide tuna, tulifurahia Fide alisema sema ati rais ni mwongo, rais anadanganya. These are some of the people who are making it practically hard for people to accept the president because, wakati rais anasema kwamba nyinyi msisumbue hawa wananchi Wacha hii maneno tutaisolve, ni waitiki we. Alafu wewe DCC mwenye unafaa kuimplement message ya president unaleta Kirima family alafu unataka kuterrorize watu walipe Kirima family contrary different to the president message. Saiti ya miaka kumi na ine sasa tumekaa kwa hii shamba na tulikuwa na case tukaenda kotini na tukaenda appeal tena, na ndio tupatia stay order tuendelee kuishi kwa hii shamba hiyo kesi tuko na matumaini na inaendelea na ilitupea stay order, lakini baada ya president kuja hapa mwezi wa March na kutangaza ya kwamba wanachatiliana watupatie njia mwafaka, tukae na amani bila ku, kufukuzwa ama kuwa evicted, ndio mambo ya Kirima ili city ndio mambo ya serikali ya rais ya ofisi ya TCC na ACC ili city kunyanyasa raia na kuenda kutangaza hasarani ya kwamba hii shamba ni ya Kirima. Mimi ni mwenyeji mkazi wa Njiru na mi pia nimekuwa ndio nimekuwa nikishughulikia na mambo ya kesi kotini. Changamoto ni mingi na ni kama Njiru haiko Kenya, ni kama hatuko Kenya hata kidogo, kwa sababu watu wananyanyazwa kila wakati kila mara, na maajabu wale watu wananyaza wenyeji wa hapa ni watu wa serikali wakishirikiana na familia ya Kirima specifically assistant chief Njiru, chief Njiru na na yule dio sijui ndio c Njiru. Hao ndio wanatumika na familia ya Kirima kunyanyasa watu wa Njiru na sio watu wa Njiru peke yake wananyanyazwa, watu wa Chokaa wananyanyazwa, watu wa Mihango wananyanyazwa watu, wa watu wa utawala wananyanyazwa wakitumiwa na ofisi, wakitumika, wakitumia ofisi ya, ya Njiru ya, ya, ya nini ya, ya SCC. Wana, ni ukweli kabisa wanakeuka ajenda ya mheshimiwa president wetu mheshimiwa Ruto kwa sababu mheshimiwa Ruto alipeana presidential directive kwamba shida hii shamba isuluhishwe waithiki wei wao wanaongelesha familia ya Kirima wakiwa na county government na wakiwa na county government, na sisi watadili, na sisi serikali ndiyo dadili na sisi kama wananchi direct. So wao wanakiuka wanakiuka directive, at the same time wanakeuka uh, ni, ni stay order ambayo iko kotini. Mimi kutoka juu, naomba serikali ikuja ingilia hii maneno kwa sababu one, saa hizi vile tunaongea hivi, watu hawana stima wamekatiwa stima, na hiyo stima kukatwa ni, ni ushirikiano wa familia Kirima na SCC na Kenya Power. Ya pili napenda mheshimiwa gavana wetu Sakacha, na tunamhitaji leo leo hii. Sisi tunahangaika hapa nae ako tu hapa jini hapa Nairobi, akuja atutembelee tumwambie shida zetu, kwa sababu wanu ya, hii shamba iko chini ya county government yale yani, mambo yanafanyika hapa, watoto wanamagiwa, watoto wana watu wanaibiwa kila siku, sio mambo ya kawaida. Na watoto wanaibiwa, watu wanaibiwa kwa sababu ya mambo ya kwa sababu ya hakuna stima, tumekatiwa maji, tumekatiwa stima, hakuna mtu akona stima saa hizi, hakuna mtu akona na maji saa. Bwana heho hapa na mjumbe wenu wa garauri wamesema kuhusu mambo ya mashamba. Nataka mnisikize vizuri, watu wa Njiru, sisi national government pamoja na county government tumeongea na jamii ya Kirima na tumesema mwananchi asifurushwe. Ile tutafanya, ile tutafanya ni vile tulifanya kule Waithiki. Mwananchi atapatiwa nafasi na taratibu ya polepole, yule amejenga nyumba mzuri tumpimie shamba yake, tumpatie title deed, alipe polepole pole, bila ya kuharakishwa bila ya kufurushwa. Tunaelewana jameni, na tumekubaliana vilevile zile zingine zote, kwa sababu tunataka mwenye shamba pia asipotee, lakini yule anaishi pale pia apate nafasi mzuri ya kujisimamia, mpaka tuhakikishe kwamba hakuna mwananchi anavunjiwa nyumba na hakuna mwananchi anafurushwa.